Hatimaye Marekani imeingia Irani rasmi kuisaidia Israel katika vita yake ikiwa ni siku ya, ya kumi ya vita vinavyoendelea. Marekani ikitumia ndege zake za B-2 imeshambulia vino vitatu vya nyuklia vya Irani vya Natanz Fordo na Esfahan. Ingawa taarifa kutoka Moscow na Tehran zinasema vino hivyo vilishahamishwa mapema kabla ya shambulio, na pengine ili linadhibitishwa na taarifa ya ya pande zote kwamba hakuna madhara ya kifo wala miunzi kwa viumbe hai katika maeneo hayo. Ili ni shambulizi kubwa kabisa na lenye madhara makubwa kwa Irani na washirika wake wote wa mrengo wa kushoto ambao ni Urusi, Uchina, uh, Korea Kaskazini na kadhalika. Shambulizi hili limepigwa katika shinikizo la kuitaka Tehran kuingia kwenye mazungumzo ya kusitisha mradi wake wa urutubishaji wa madini ya uranium kwa ajili ya utengenezaji wa silaha za nyuklia. Baada ya shambulizi hili la usiku, ilipofika alfajiri eh, kwa majira ya saa za Afrika Mashariki Rais Trump ametoa hotuba kwa taifa akiionya Irani isidhubutu kujibu kwa kushambulia kambi za kijeshi, na kwamba anaitaka Irani ije kwenye meza ya mazungumzo haraka iwezekanavyo na kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Israeli ambaye kwa siku kumi za hivi karibuni alikuwa amezidiwa na kupoteza ushawishi mbele ya mabwana wa vita na wananchi pale Tel Aviv, amejitokeza mbele ya kamera akishukuru Marekani kwa msa, uh, kwa msaada huu muhimu, amemsifia Rais uh, Trump akimtaja ndiye kiongozi bora kabisa duniani. Hotuba yake imekuwa na maadhi e, ya, ya sifa sana zilizopitiliza kwa Rais Donald Trump, akitoa uh, sifa ambazo hata hajawahi kuapa kuwapa Wamarekani wala chama cha Bwana Trump cha Republican. Kwa hatua nyingine, uh, kiongozi wa Irani Ayatollah Amenei ametoa kauli kwamba shambulio hilo ni uchokozi wa wazi wa Marekani na kwamba Tehran itajibu kwa angamizo ambalo Washington haitalisahau. Bado ayatoo hajatoa tamko, ametoa tamko akiwa mafichoni katika maandaki ambayo hayajagundulika mpaka sasa. Ameapa kwamba yuko tayari kuifia nchi yake na katika kuonyesha utayari huo juzi amemteua mrithi wake wa kiti chake ikiwa atauawa, japo jina lake alijawekwa wazi, lakini amempendekeza mmoja wa viongozi wa kiroho nchini humo au mmoja wa, wa, wa makamanda muhimu wa eh, kikosi chake cha majasusi yani IRG. Uh, vinu vya nyuklia vya Natanz, Fodo na Esfani vilikuwa katika maandaki maalum umbali wa mita 300 chini ya ardhi na ni vinu muhimu sana kwa mradi wa Irani chini ya msaada wa Urusi, lakini Irani ina vinu nane vya nyuklia muhimu ambavyo ni Natanz, Fodo, Arak, Adakan, Esfani, Yazdi beshir Besh na Karon, pia ina vituo vitatu vya vilipuzi vya nyuklia uh, vya ambavyo ni Bonab, Tehran na Lamsari, na kisha ina migodi mitatu mikuu ya madini ya uranium ambayo ni Sangad, Nargan Gachin. Mwisho, kuna kambi maalum ya kijeshi inayohusika na mambo ya nyuklia tu. Kambi hiyo inaitwa Pachin. Kwa upande wa washirika, Moscow haijatoa kauli rasmi kwa shambulizi hili, ijapokuwa juzi ilitoa onyo kwamba jaribio la shambulizi katika vinu hivyo litakuwa ni kuisukuma dunia katika vita vya tatu vya dunia. Uh, hii ndo uh, taarifa ambayo kwa ufupi imelenga kuelezea uh, shambulizi ambalo mnamo siku ya Juma Jumamosi kwa mkia Jumapili uh, Marekani ilifanya dhidi ya Iran.